Oh, salamu alaikum, jom. Ah, salamualaikum wa alaykum salam, ustadi, sasa mnafanya fanya usafi hapa. hey, ukuniko ni jomba, kachuga izingo zako siju kazipoteza bana, sa kachuga jomba yangu izingo kazipoteza. Tukutana ah baadaye mi naenda bana kuswadi. Asa, sasa sija Nini, hali ku makini ya nasikia wizi kibao huku, watu athirika ukiwa huko. Hapa aahapa Hata naesa kufa kwa sababu ninaangalia. Ah asaikamakini, niko makini sana, tuko hey, na mahali pa hatari kumaanina. How are you? How are you? you? How are you?